Sasa hivi, ndugu yangu, maisha yanajoto joto, kama una hela nyingi, lazima uone joto. Mimi nashukuru bwana ajie nimefai kika mukeliaa habari, maendeleo Dodoma, wanasemaje? Amekuwa hivi nimemtoa zile shule za nani. Sasa hivi anasoma private. Alhamdulillah, alhamdulillah. Anakuambia anajipambana unaona na kona ni kwa sababu umemsomesha mtoto. Anasoma private. Eh, private kwa mwaka analipa milioni moja. Shule gani? Shule inaitwa nani? Chibuye Sawa, kwa mwaka milioni moja. Sasa hivi anapiga Kiingereza sikwambie, ndio yani. Sasa hivi anaweza akakaa hata kwenye mabunge ya wazungu na akapambana nao, akatoa hoja

Aswamtusidi unapoteza hela. Wekeza hata kwenye kilimo. Mrudisha ulipomtoa.